Tukapokea maombi kutoka shule ya msingi Emishiye kwa uhitaji wa madarasa, kwa madarasa ya watoto ya awali na madarasa ya darasa la kwanza na la pili. Mpaka sasa tumefanikiwa kujenga darasa la kwanza ambalo tulikabidhi mwezi wa kwanza mwaka huu, na kwa sasa tunaendelea na madarasa ya awali, madarasa mawili tunategemea kuyamaliza mwezi wa kumi na moja. Naitwa Tipiliti Lendore Kuya. Nashukuru sana shirika la Ako kwa kutusaidia mambo mengi kijiji chetu, hasahasa kitongoji cha mishie wametujengea darasa, darasa la awali ambalo ndilo ile hapa, kuna lingine wa, wa, ma, wana, wanajenga darasa la chekechea pale madarasa mawili, kwa hiyo tunawashukuru sana. Mara ya kwanza awali walikuwa watoto walikuwa wanasomea chini ya miti, wanagaragara, wanaumia na vumbi lakini kwa huruma yao tunawashukuru sana, wamekuja wametujengea darasa hili la kwanza na madarasa mawili ya chekechea pale. Kwa majina yangu naitwa mwalimu, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Emishiye. Anafurahi sana kwa siku ya leo, ukiona darasa kama hili tulokaa nao, ni jitihada ya Ako. Wametoa msaada mkubwa kwetu sisi maana walikuta kipindi kigumu sana, tuko na madarasa ya kutosha mpaka leo. Wametusaidia darasa hili leo, tumefikisha madarasa saba leo. Tunaendelea tena darasa lingine la chekechea, madarasa mawili ya chekechea pale ya awali, ambayo na yenyewe sasa tunaendelea na mkini, mwezi wa kumi na moja itakuwa imekamilika. Pamoja na yote, Ako amekuwa msaada kwetu, metutia mpaka ipad fulani vya kuandika kwa watoto darasa la awali imekuwa msaada wa kuwafundisha watoto kujifunza namna kuanza kuumba herufi na furaha yangu kubwa sana hapo. Amekuwa msaada mkubwa mno, na bado tunaendelea kuwashikilia waweze kutusapoti katika nyumba za walimu, katika vyoo vya wanafunzi, katika madawati. Tulifanikiwa hapo, alitusaidia madawati ishirini na meza ya mwalimu na viti. Ametusaidia kweli kwa msaada, bega kwa bega na sisi, amesapoti serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nashukuru mno, atuendelee kushikana pamoja na wao na wadau wengine pia. Wanaotazama nasi, naomba wao msaada kutusapoti, maana tuko kipindi ambacho kidogo shule hii litoka mbali, mpaka leo kufika mpaka hapa ni neema ya Mungu. Nashukuru sana. Majina naitwa Hilda Kimathi, ni mkurugenzi wa shirika la Ako Tanzania Community Support, tunapatikana mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Moshi vijijini. Sisi kama shirika la Ako Tanzania tulikuja wilaya ya Simanjiro kijiji cha Losoito kukutana na, tukapokea maombi kutoka shule ya msingi Emishiye kwa uhitaji wa madarasa kwa madarasa ya watoto ya awali na madarasa ya darasa la kwanza na la pili. Mpaka sasa tumefanikiwa kujenga darasa la kwanza ambalo tulikabidhi mwezi wa kwanza mwaka huu, na kwa sasa tunaendelea na madarasa ya awali, madarasa mawili, tunategemea kuyamaliza mwezi wa kumi na moja. Pia tulianzisha mradi wa mboga za... mboga mbogamboga kwa wamama, kwa ajili ya kuwasaidia wakinamama wa kijiji hiki cha Emishiye waweze kujipatia chakula na pia kipato kidogo ambacho kitawawezesha kuendelea kupata mahitaji yao kidogo kidogo na kwa upande wa afya, kama shirika kwa kushirikiana na serikali tulimalizia ujenzi wa zahanati iliyopo maeneo hayo ya Losoito, ambapo ni hapa na kujenga choo choo kizuri cha kisasa. Na kwa upande wa zahanati tumejenga huduma ya mama kwa ajili ya mama na mtoto. Kuanzia sasa, mama wanaweza kujifungulia hapa kliniki na matibabu yote, lakini tumekutana na changamoto moja ya kwa upande wa afya hakuna. Tunatamani tuna, tuna tunaomba serikali wasaidie wananchi wanakijiji kijiji wa kijiji cha Emishiye, kupata muuguzi na daktari au hata muuguzi ambaye ana uzoefu wa kukaa eneo hili na kuweza kuwasaidia wananchi wa hapa. Asanteni sana. Kwa majina anaitwa Samson Eliaba Swakei, ndo mwenyekiti wa kijiji cha Losoito. Kwanza nichukue shukrani zangu kuwashukuru shirika la Ako Tanzania ambao wametusaidia sana, wamekuwa wakitunga mkono kwenye maendeleo ya elimu, lakini pia upande wa afya. Kwa upande wa elimu wametusaidia kutujengea darasa la awali, lakini pia wametujengea darasa madarasa mawili ya chekechea ambayo ndo iko kwenye prosesi ya kujenga kwa muda huu. Kwa nyuma yangu mnavyoiona ni madarasa mawili ambayo yana, yanaendelea kujengwa na Ako, tunawashukuru sana. Lakini kwa upande wa afya wametusaidia kumalizia zahanati yetu ya Losoito, wameunga serikali ya mama Samia mkono, wamemalizia kwa gharama zao finishi yote, lakini pia kutuletea vitanda kini na choo pia. Wametujengea choo ya kisasa ambayo katika wilaya yetu ya Simanjiro tunaweza tukasema ni choo ya kisasa kuliko vijiji vyote, lakini pia wamekuwa wakituhamasisha wa juu ya masuala ya afya ya ujauzito, lakini uleleaji wa watoto wadogo, wamekuwa wakituhamasisha wa lakini pia wametupa mradi wa mbogamboga mboga, wakatusaidia gharama zote, lakini mwamko ni mkubwa sana, wamama wamejitokeza wameotesha mbogamboga na wanaendelea kuhamasika zaidi. Kwa hiyo tunawashukuru sana, Mungu awabariki. Lakini pia tunawashukuru Wako kwa sababu kwa kiasi fulani wamekuwa pamoja nasi wakitoka Ch nche wanakuja, wanakuja hata kufundisha watoto wetu, tunakaa nao. Tunawashukuru sana, Mungu awabariki zaidi na zaidi.